Habari za saizi ndugu zanguni, natumaini kwamba mko, mko poa mko um, poa. Kwa majina naitwa uh, Dr. Uhondo. Niseme kwamba natumaini kwamba mko mko salama. Siku za weekend kama hizi, huwa mara nyingi tunakaa tumetulia ofisini kwetu, tuna ofisi zetu binafsi. Tunapokuwa makazini kwetu huko, basi tunakumbana na watu wengi sana. Lakini katika mada hizi nazo pia, kwa kifupi nimefuzu nimesomea nao pia, sababu huku kote nakupia kunagusa binadamu. Hizi ni dawa za asili zinazotibu binadamu, na natibu magonjwa mengi sana. Magonjwa yenyewe ni kama vile yafuatayo, mfano tunatibu vidonda vya tumbo, tunatibu figo, tunatibu ngiri henia, tunatibu magonjwa mbalimbali, mfano tatizo la UTI na PID kwa kinamama. Vile vile tunatibu, unajua, kuna magonjwa mengine mengi ambayo tukiyataja hapa mtu anaweza kusema ah, hao nao tushawazoea. Hii chata nyingine baba, hii chata nyingine. Sijisifii, ila mimi najisifia kwa vitendo. Mimi najisifia kwa vitendo. Ina maana dawa yangu hii, dawa yangu hii utakapopewa ukaenda kutumia, ndipo yenyewe inakusababisha wewe urudi tena kwangu au uelekeze watu kwamba watu waje kwangu kwamba kuna hivi na hivi, napatikana katika contacts zifuatazo za moja mbili tatu. Siku za weekend kama hizi, tunapokuwa tuko mapum, mapumzikoni mafupi katika siku mbili hizi Jumamosi na Jumapili, huwa mara nyingi sana najikita katika ujasiriamali kama huu ambao unakuwa nimeusomea na kujua kwamba nifanye ni, ila kwa majina anaitwa Dr a Dr Uhondo ndio jina natumia katika kazi hizi, lakini tukutane huko maofisini kwetu, huko tuzito kukutana kwa maofisini kwetu kwanza Huyu si nimeona sehemu fulani hapana, ndo mimi um. Kitu kingine naweza kusema kwamba kiuhalisia ofisi iko vizuri, na uzuri wa ofisi ni dawa, dawa zifanye zifanye kazi, dawa zifanye kazi. Na kiuhalisia ni vitu ambavyo sisi hatupendi kujionyesha sana, ila tunaenda kwa, kwa, kwa vitendo, miguu kupasua miguu kwa kamoto, na hata pia tunatoa dua mbalimbali katika ufanisi wa matatizo aina mbalimbali, na tunapatikana serikali ya Kom Town ya Mwezi na Mkunguni. Basi ukifika pale, ulizia ofisi ya Dr. Uhondo ambaye unayemwona sasa hivi hapa lakini vile vile, ukija Mbagala Zakiem, ulizia barabara kuelekea Kiburugwa, basi umenipata. Na kwa wale ambao wanapatikana maeneo ya Vikindu, basi uliza tu kwamba Dr. Uhondo ofisi yake iko wapi. Lakini haswa unaweza kunipata katika maeneo yafuatayo, hata mikoa mbalimbali. Morogoro tunapatikana, Mwanza tunapatikana, Geita pia tunapatikana, na hata Tunduma Tandaimba, Tandaimbako tunapatikana. Tabora tuko maeneo ya sokoni pale. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba tumesurvive, na pia tunatoa huduma za tiba hizi na hata ushauri pia tunatoa bure. Ina maana kwamba kama wewe uko mikoani, basi huduma hizi zinakufikia, lakini kwa huduma za dua ila maana mara nyingi huwa tunafanza dua wakati mwingine kwa kupitia simu na watu wanakwenda kufanikiwa. Baada ya kusema hayo, ni wakaribisha spendi kuongea sana Uongeaji ni hapo ni hapo hapo ndo kila kitu jamani. Ndugu zangu wa Tanzania, karibuni sana, karibuni sana.